Habari ndugu wateja, ndugu wapendwa, ndugu wa Tanzania wote kwa ujumla na wasio wa Tanzania. Leo asubuhi wakati naenda kwenye mihangaiko yangu asubuhi sana saa 12. Na almost kama saa 12 kasoro nimeshuhudia watoto wengi wako barabarani humo wamekaa wanasubiria ma school bus. Nikasema hili tatizo la watu kusubiria school bus na wingi wa shule zilizopo hizi. Nikasema lazima niliongelee kwamba wazazi kama kuna uwezekano ndugu zangu. Kama kuna uwezekano mtaani kwa kwa pana shule ambayo inafundisha hata kama uipendi kivile bado yule, ni vyema mtoto akasoma hapo karibu, ili aende shule saa moja saa tisa. Anapitia mateso makubwa sana, elimu inahitaji mateso makali hiyo. Namna hiyo sidhani, sidhani Sidhani kama mtoto anahitaji kupitia mateso makali kama hayo ya kuamka asubuhi na mapema, usiku wa giza, kutulaumu wazazi ttebala, mbona mko mna huruma na sisi? Wa kumbe unataka aseme kwenye shule yako ambayo unaishi, unaipenda huko mjini katikati au labda iko pembeni ya mji kabisa huko, lakini ni mbali naona kutokea mno. Mtoto anateseka huyo. Jamani, tuonee huruma ya viumbe wa Mungu, na pia ni wateja wangu yani, na wao waona, nikapata uzuni kubwa sana wateja wangu wanapitia mateso eh. Mwenyezi Mungu asaidie jamani. Naomba mfikirie kama wazazi na walezi, mfikirie hilo mliweke akilini, muone jinsi gani kulitatua. Usipeleke mtoto mbali sana, usimwashie mtoto usiku mnene sana, sio jambo zuri, alipendeze. Asanteni, niwatakie siku njema na wakati.